Mwana wa chuoni mmoja aliwahi kusema katika beti zake kwa kutumia bahrul wafiri atami, alisema: uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu wa man tijaratuhu almaasi walau kunna sawaan fil bidaa. Imam Shafi aliwahi kusema, hakika mimi ninawapenda watu wema, la'ali an anala bihim shafaa. kuwapenda kwangu huko huenda kukasababisha mimi nikapata uombezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia <tik> wa akrahu man tijaratuhu almaasi, simpendi, ninamchukia mtu ambaye biashara zake kumwasi Allah tu walau kunna sawaan fil bidha. Japokuwa huyo mzungumzaji mwenyewe naye ni asi, lakini hampendi asi mwenziwe. Tuwe na kawaida ya kupendana, sisi kama sisi tupendane, lakini pia tuwapende waalimu zetu tusiwatupe, kama alivyosema Shekhe wangu pale. Mimi nikisema nianze kuzungumza yale ambayo Sheikh Tahali kashazungumza, basi nitakosea, lakini pia mimi ni mgonjwa wa kitu kimoja tu, hicho hicho hicho, Mufa'alatun Mufa'alatun fa'ulu Mufa'alatun Mufa'alatun

walau kunna sawaan fil bidaa wa Islam. Takbir mashekhe ao ndo waloifanya kazi hiyo na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, si ujanja wetu bali mashekhe wetu hawa mnavyoona wakikusanyana na kujumuishana pamoja na wale ndio wakatutengeneza vijana. Kwa hiyo tumshukuru sana Allah, lakini pia tusiwasahau mashehe wetu. Nam, hivi sasa atakuja Fatima Bintu Abi Bakri, eh, ambaye huyu ametoka katika madrasa Zainul Abidin. Fatima bintu Abi Bakri min madrasati Zainil Abidin maamirati, kwa maana ya viongozi wa kike ambao waliohudhuria katika eneo hili, sababu mwanzo tuliwataja viongozi wa kiume, lakini hata mimi nikajiuliza hawa wa kike wako wapi? Saizi iftari bado kupika, wako wapi? Kumbe hawa hapa, walikuwa njiani. Naam, tunafurahi sana kwa ujio wa mama yetu kipenzi chetu Fatima bintu Abi Bakri kutoka katika madrasat Zainul Abidin, lakini pia furaha yetu kwa hudhuri ya bibi Khadija bintu Hassan ambaye ni amira au amira msaidizi lakini pia tunafurahi kwa ujiwa Bi Maryam binti Umar, ambaye yeye ametokea katika madrasatu mamuri, lakini pia kuna daira waziri ambaye huyu almadhrati, nafikiri hii ni madrasati mekoso wa kuandika kutoka katika almadrasat Orauba iliyoko pale Kigamboni Vijibweni, lakini pia tuna furaha kubwa ya kuhudhuria mama yetu huyu anayetambulikwa kwa jina la Jabu Bintu Rashid. Mimi naitwa Abdallah Rashidi, kwa wanafikiu dada yangu Jabu Bintu Rashid ambayo ametokea katika madrasat fursanul qadiria ah fursanul qadiria sijui iko wapi hiyo lakini pia tuna mgeni mwingine anayetambulikwa kwa jina la Aziza bintu Ramadan aliyetokea katika madrasat hajati hayat. ha? hajati pili maulidi. Lakini pia miongoni mwa wahudhuriaji wetu maamirati ni Aisha bintu Abi Bakri kutoka katika madrasat Nusrati Dini iliyopo maeneo ya kule kule kule kule Masonga yoo olizania wapi? Kibada baada ya hapo hiyo masonga. Naam, tayib. Na hivi sasa tupo katika intidhari ya kumgojelea na kumsubiri mgeni wetu mgeni rasmi yule yule yule, yule, yule. Mwangalie basi afike haraka yule, huyo huyo huyo huyo. Ah, kumbe sio. Haya, huyo hapo, huyo anakuja huyo huyo. Baada ya kuja kwa huyo mgeni rasmi, ndio ratiba kamili itaendelea. Sasa wakati huu, tusikae kimya basi.